Leo tuna taarifa kubwa sana kuhusu mnada wa Pi Domains pamoja na mkakati mkubwa wa kuhakikisha domains hizi hazikai tu kwenye majina bali zinafanywa kazi na kutumika moja kwa moja katika mfumo wa Web3. Sasa hebu tuanze kwa kukumbushana. Kama utakumbuka, kwenye Pi Day ya mwaka 2025 Pi Core Team ilitangaza kuwa mnada wa Pi Domains ni hatua muhimu ya kuunganisha mainnet, utambulisho wa kidigitali na matumizi halisi ya teknolojia ya Pi. Kwa mara ya kwanza Pioneers walipewa nafasi ya kununua na kumiliki domain zao binafsi. Hii ni kama kuwa na anwani rasmi ya mtandaoni inayoweza kutumika kwenye biashara, huduma za kijamii, tovuti binafsi, blog za habari au elimu, apps za kielektroniki au hata chapa ya mtu binafsi. Kwa kifupi, Pi Domains si jina tu, bali ni kitambulisho rasmi katika dunia ya web Web3. Sasa hebu tuangalie updates mpya kutoka kwa Pi Core Team. Update ya kwanza ni ukurasa wa takwimu wa muda halisi kupitia Pi Domains Auction App, sasa tuna ukurasa wa takwimu mpya kabisa. Hii ni sehemu inayokuwezesha kuona kile kinachoendelea katika mnada kwa muda halisi kabisa. Kwa mfano, utapata kujua domain ipi inapendwa zaidi au ipi imepata bei ya juu kabisa au labda zipi zimeanza kupata umaarufu ghafla, basi sehemu hii ya takwimu itakupa taarifa zote. Hii inaleta uwazi mkubwa na inawasaidia washiriki kuchukua maamuzi sahihi badala ya kubahatisha. Ni hatua kubwa ya kuhakikisha mnada unakuwa wazi, wa haki na wenye ushindani wa kiutendaji. Update ya pili ni Pi Domains Auction kuwa app huru. Hapo awali mnada huu ulikuwa unapatikana kupitia Pi Wallet, lakini sasa umeboreshwa na kuwa app huru kabisa ndani ya mfumo wa Pi. Kwa maana hiyo, sasa unaweza kufurahia vipengele vingi zaidi. Kama takwimu zilizopana zaidi, taarifa za barua pepe na urahisi wa kuvinjari na kufanya manunuzi ya domains. Hii ni hatua muhimu sana, kwa sababu inatoa uhuru wa kiutendaji kwa app hiyo na kuruhusu maendeleo ya haraka zaidi. Update ya tatu ni mwonekano mpya na urahisi wa matumizi. Kwa wale waliowahi kutumia toleo la awali, sasa wanashuhudia mabadiliko makubwa sana ya mwonekano. Interface mpya ni safi, ya kuvutia na ya kisasa zaidi, ikilenga kuboresha uzoefu wa mtumiaji. Mbali na hilo Kukua kwa upatikanaji wa mainnet wallets kwa pioneers wengi kumeongeza idadi ya washiriki kwenye mnada. Hii ina maana watu wengi zaidi sasa wanaweza kushiriki moja kwa moja bila kikwazo. Lakini pia kuna tahadhari kuhusu domain squatting. Pi Core team imegundua changamoto kubwa ambayo inatishia uhalisia wa matumizi ya Pi domains. Baadhi ya watu wameanza kupiga bei kwa wingi kwa ajili ya majina maarufu kama vile majina ya chapa kubwa, maneno ya kawaida yenye mvuto au hata majina ya watu mashuhuri, lakini sio kwa lengo la kuzitumia, bali kwa nia ya kuzihifadhi na kuuza baadaye kwa bei ya juu. Hili linajulikana kama domain squatting na linaweza kupoteza kabisa roho halisi ya mradi huu. Pi domains hazikuundwa kwa ajili ya kununua na kuuza tu, bali ni kwa ajili ya kujenga huduma, kuwasiliana kwa njia ya web3, kutoa elimu na kujenga jamii na biashara halali. Mkakati mpya wa matumizi sasa ni kujenga na siyo hifadhi tu. Hatua inayofuata ni kuhakikisha kwamba domains zinatumiwa kikamilifu, sio tu kumilikiwa. Pi Core Team inataka kuona domains hizi zinageuka kuwa apps halisi kama vile maduka ya mtandaoni, blogi na tovuti za habari, huduma za afya, elimu au za kifedha, na community apps kwa ajili ya Pioneers. Hii siyo ndoto tu, tayari zana rahisi za kujenga apps ziko mbioni kuzinduliwa. Kwa hiyo hata kama wewe sio developer mzoefu, utaweza kuingia na kujenga huduma yako mwenyewe ukitumia domain yako ya Pi. Kwa kifupi, hii ni hatua kubwa sana kwa Pi Network. Mnada wa Pi Domains ni zaidi ya mashindano ya majina, ni hatua muhimu ya kujenga mazingira halisi ya biashara, mawasiliano na huduma za kijamii kwa kutumia teknolojia ya Web3. hii ni nafasi ya kila pionia kuchukua hatua na kujenga alama ya kudumu katika dunia ya kidijitali. Je, tayari umeshiriki kwenye mnada wa Pi Domains? Umepanga kuitumia kwa kazi gani? Tuandikie kwenye sehemu ya maoni hapa chini, tungependa kusikia kutoka kwako na kama kawaida usisahau kusubscribe hapa kwa taarifa mpya na halisi kila wiki. Mpaka wakati mwingine, endelea kuamini mwelekeo wa Pi Network. Tunaijenga dunia mpya ya kiuchumi kupitia teknolojia ya watu, web Web3 kwa wote.